Hapa. <laughs> Yeah? No, no, taka, mtu ajivue hivi hivi hatari kwelikweli, Ayoub Hinjo. No. Naam, nadhani tutaendelea kuzungumza kwa kadri siku zinavyo, uh, zidi. No, kwenda no, no. Lakini japo kwa, kwa dakika mbili niambie uhatari walionao, eh, Stellenbosch wa, tumewashuhudia hapa, tumewashuhudia kwenye mechi ya Zamalek, haonekani kama wanatisha sana, lakini yetu hapo nusu finali, kwanza ni bonus bonus kwa upande wao hata mm. Walipofuzwa hatua ya makundi uh, kwa sababu ndio mara ya kwanza wanashiriki mm -hmm. Kwenye michuano hii uh, kimataifa, mm -hmm. Hiyo ya kimataifa hiyo ya ligi mabingwa ama kombe la shirikisho, lakini kwao ndio mara ya kwanza wanashiriki. Lakini ukifuatilia namna ambavyo wamekuwa wakizungumza waki tangu mwanzo, unaona hiki ambacho wako nacho visasa ni zaidi ya matarajio ambayo walikuwa nayo na kutoka kwenye kundi ambalo lilikuwa, lilikuwa na Berkane lilikuwa na Bul, lilikuwa na Stade Malien uh, na wao wenyewe Stade Malien, msimu uliomalizika alipambana mpaka robo finali ambapo aliondolewa na Dreams, mm. uh, lakini safari hii kaishia kwenye hatua ya makundi uh, pasina shaka sidhani kama kulikuwa na hata asilimia 30 za kusema Stellenbosch wanaweza kutoboa kwenye kundi lao. Ndiyo lakini waliweza kupita na, na kwenda robo fainali, na mimi naamini ni kwamba hata ikitokea wakaishia hapa itakuwa wamefikia mafanikio wa makubwa sana ingawa, mm. umeniuliza kuhusu namna ambavyo wanacheza na uhatari wao mkubwa, ni timu ambayo kwa kiasi kikubwa nguvu kubwa wameiwekeza kwenye kucheza, kucheza mipira mirefu timu ambayo inategemea kasi na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja zaidi hasa hmm. pale ambapo wanavuka katikati mwa uwanja. Ukitazama mechi zao kwa kiasi kikubwa, wachezaji wao wengi kwa idadi wanacheza sana kwenye nusu yao, pengine kujaribu kulinda na kufunga njia. Uh, na ndicho kitu ambacho Steve Barker amekuwa akisifika sana, kocha ambaye huwezi kufurahia uh, mpira pale uh, timu zake zinapokuwa uwanjani lakini mara zote wamekuwa wakiwin mm. uh, mechi kwa maji ndogo, uh, bao moja. Amezungumza Rams hapa mbili mm. moja, kama wataruhusu bao ndio wanaweza pia kufunga nao yes, yeah, wa watu ambao wa wanaweza kufunga sana mm. namna ambavyo wana, wanaweza kuziba njia na wakakukera, na angalia ligi kuu hapa Afrika Kusini wakiwa nashika nafasi ya nne. Uh, Mamelodi ameruhusu mabao 14 na nne, nne, yes. Sasa sawa na na Orlando Pirates, alafu yes. anafuata yeye kwenye kuruhusu mabao machache yes. mabao 17. Ni dhihirisho mm. kwamba ni timu ambayo ina uwezo wa kujilinda kwa kiasi kikubwa sana pasina shaka, watahitaji wata kuona ndani ya dakika 30 za kwanza, dakika 15 za kwanza wanazitumia vyema kulevo aggregate ambayo wako nyuma kwa kuona kwa namna, kwa namna gani wanaweza kulazimisha mashambulizi kwenda kwenye upande wa pili na pengine kuona wata achieve kitu gani ndani mm -hmm. ya muda huo kabla hawajarejea kwenye default setting. Shamlanzi anasema Ayoub Hinjo anafurahi kuona, anakumbuka ulitangaza vizuri sana mechi ya Horoya na Simba ilikula saba ile saba ile. Unasalimiwa na Shamlanzi yupo buza kanisani bana.